tuliwaambia kuna wizi ulifanyika pale, CAG akaleta timu, pakawa na special audit, madudu ya kufa mtu, hakuna watu waliochukuliwa hatua, wanafanya kuzugazuga tu, wanachukua si wewe, utasimamishwa hivi kidogo, utapigwa siku ngapi, lakini hatua serious hakuna zie. Ni fedha za walipakodi, ni fedha za Watanzania. Kwa hiyo mheshimiwa waziri, ili jambo mi nakuomba, kwa sababu nasisitiza kwamba sina mashaka na wewe, ni maana aa utakwenda kuangaika nalo mheshimiwa, mheshimiwa waziri, sekunde moja. sekunde moja. Waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Gambo hapa amechangia amezitaja tuhuma nzito kwa kweli. Tuhuma nzito pamoja na kwamba hajataja mtu lakini ni tuhuma nzito. Eh, kwamba jengo la bilioni sita zimezidi, sijui bilioni tatu kwingine, bilioni nane Sasa hiyo kidogo eh, sio jambo ambalo tunaweza kuliacha tu liende kwamba ni mchango wa kawaida wa mbunge. Sasa Mheshimiwa bunge kwa, kwa uzito wa tuhuma hizi Mheshimiwa Waziri, tutakapomaliza e, bajeti yako uh, utuletee taarifa ndogo tu ya huo ujenzi wa hilo jengo. E, tutakupa nafasi hapa bungeni kwa sababu tuhuma zimetolewa hapa bungeni. Utakapojibu hapa bungeni tutaona sasa bunge lichukue hatua gani kwenye jambo kama hilo. A, nataka kusema jambo. Mheshimiwa Spika eh, nikiri kupokea maelekezo yako lakini ni vyema tukakumbushana kwamba mipango ya maendeleo katika halmashauri zetu, miji yetu na majiji haipangwi na TAMISEMI, inapangwa kwenye vikao maalum vya mabaraza ya madiwani kupitia kamati za fedha na kamati mbalimbali eh, chini ya mabaraza yetu ya madiwani. Sasa hili la fedha eh, pengine ingeenda kufanya shughuli fulani wanaoamua kutuletea e, ni madiwani ambao sisi sote ni wajumbe e, kwenye vikao hivi vya madiwani. Kwa hiyo lakini hili lengine Mheshimiwa e, Spika, nimeipokea tutafuatilia kwa karibu, kama ambavyo mheshimiwa mbunge ameweza kuonyesha konsani yake katika eneo hilo, tutafuatilia kwa karibu na wakati wa kuhitimisha, tutakuja na taarifa kamili ya namna tulivyochukulia hatua hii. Mheshimiwa Spika, katika mjadala wa hoja za bajeti, mheshimiwa Mrisho Gambo mbunge wa Arusha Mjini aliwasilisha tuhuma nzito kuhusu miradi miwili mikubwa inayotekelezwa na halmashauri ya jiji la Arusha, yaani ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri na ujenzi wa soko la Semunge. Katika yote mawili aliibua hoja zinazodai kuwepo mkubwa, kwa upotevu mkubwa wa fedha za umma, matumizi mabaya ya madaraka na mchanganyiko wa vipimo uliopelekea ya malipo yasiyo ya halali. Mheshimiwa spika, kwa heshima kubwa, kwa heshima ya bunge hili na, na kwa maslahi ya taifa nina wajibu wa kuweka bayana ukweli wa mambo haya. Taarifa ya uchunguzi na ufuatiliaji imekamilika. Kwa kibali chako Mheshimiwa Spika, tutakuwa tayari kuiwasilisha mbele ya bunge lako hili tukufu kwa namna utakavyoona inafaa. Lakini kwa unyenyekevu mkubwa niruhusu niseme maneno ya mwisho kabisa, maneno ya mwisho kabisa. Mheshimiwa Spika, TAMISEMI ni wananchi, na TAMISEMI ni serikali hasa TAMISEMI ni serikali hasa, niwathibitishie Watanzania hakuna senti ya wa Watanzania iliyopotea katika miradi yote hii miwili. Mheshimiwa Spika, speaker, speaker, ni muhimu tutofautishe hoja za kujenga na lugha za kuchomea. Tuhuma zisizo na mzizi si hoja, ni cheche za siasa ambazo hazifai kuweka ndani ya taasisi zenye misingi ya sheria miradi ya maendeleo haijengwi kwa maneno bali kwa mchakato. Tuhoji kwa hoja na tusihukumu kwa jazba. omba mwongozo wako. Wakati Mheshimiwa waziri anahitimisha, alitoa maelezo ambayo yalinigusa moja kwa moja kwamba maelezo aliyosema ni ya uongo. Lakini Mheshimiwa Spika, kuna taarifa kwamba Jiji la Arusha walisaini mkataba wa bilioni 6 na 241, na katika mkataba huo nilitoa maelezo katika bunge lako hili kwamba kuna badala ya kuandika meter square waliandika cubic meter 1128, na hivyo ilisababisha kuongeza kiasi cha milioni 22. Lakini nilitoa maelezo pia kwamba badala ya kuandika meter square 734 waliandika cubic meter 34 ambayo ilisababisha kuongeza gharama bilioni bilioni 1 milioni 575,616 ambayo ni sawa na bilioni 1.8. Kwa hiyo mkataba ulioingia wa bilioni 6.241, kiuhalisia ulitakiwa ni mkataba wa bilioni 3.46. Pamoja na mapungufu hayo kuelezwa, lakini bado halmashauri jiji la Arusha waliweza kumlipa mkandarasi kiasi cha shilingi milioni 666 ambayo ni sawa sawa na malipo ya awali ya bilioni sita wakati kiuhalisia alitakiwa mm, alipwe milioni mia mbili themanini na sita kwa kulikuwa kuna ziada milioni mia tatu themanini lakini pia mkandarasi alipo malipo ya awali ya milioni tisa. Ndio Mheshimiwa Gambo, ili tuende vizuri, ndio hayo unayoyasoma yalikuwa sehemu ya ule mchango wako ambao sasa hivi umesimama ukieleza kwamba waziri amesema umesema uongo. Ndiyo Mheshimiwa Spika, ama haya ni mapya? Hapana, yalikuwa ni sehemu ya mchango wangu. Mheshimiwa Waziri wakati anajibu hakujibu hoja yako moja moja, na sababu ni moja tu, kwa sababu mimi siku ile baada ya wewe kuchangia nilimwa, nilimwelekeza Mheshimiwa Waziri kwamba wafuatilie hayo mambo ambayo umeyasema, na leo wakati akihitimisha amesema kwa ufupi, kisha akasema anasubiri nitatoa muda lini kama nilivyokuwa nimeahidi. Kwa hivyo ni mpaka atakapotoa sasa ufafanuzi wa hayo mabilioni, kwa sababu ye hajataja hicho kiasi unachokisema wewe kwenye mchango wake. Hajasema yeye yani, amesema kwa ujumla, lakini Mheshimiwa Spika ametaja kwamba kuna soko la Samunge ambalo hakuna ubadhilifu wowote. Na mimi sikusema kwamba kuna, ubadhilifu, kuna soko la Samunge bali nilisema kuna milioni mia tano zina miaka miwili ya machinga so, na mpaka leo hazijatumika. Kwa hiyo maelezo yake aliyoyatoa amepotoshwa, nao aliwatuma. Katika mjadala wa hoja za bajeti, Mheshimiwa Mrisho Gambo mbunge wa jimbo la Arusha mjini, aliwasilisha tuhuma kuhusu miradi minne mikubwa inayotekelezwa na halmashauri ya jiji la Arusha kama ifuatavyo: ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri, ujenzi wa soko la Machinga, utengaji wa bajeti ya shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya kubomoa maduka eneo la stendi ndogo kutokuwa shawri, na tija kwa halmashauri na ujenzi wa barabara ya tactic kutoka stendi mpya kwenda Mbauda. Mheshimiwa Spika, naomba nichukue nafasi hii kutoa ufafanuzi katika hoja zote nne kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri ya jiji la Arusha, kwa heshima ya bunge hili na kwa maslahi mapana ya taifa ninaomba kuweka bayana ukweli wa hoja hii kama ifuatavyo kuhusu ujenzi wa jengo la utawala wa jiji la Arusha ambapo alitoa tuhuma nzito dhidi ya utekelezaji wa ujenzi wa jengo hilo akidai kuwepo kwa ongezeko lisilo halali la takriban shilingi bilioni nane pamoja na madai ya mchanganyiko wa vipimo vya BOQ uliosababisha malipo ya fedha isiyo stahili. Mheshimiwa Spika, mradi wa jengo la utawala ulianza mwaka 2019 wakati huo Mheshimiwa Mrisho Gambo akiwa mkuu wa mkoa wa Arusha kama msimamizi mkuu ujenzi ulifanyika kwa njia ya force account na baadaye ukahama kutoka force account na kuingia kwa mkandarasi. Akapatikana mkandarasi mshauri ambaye akasaidia kupatikana kwa mkandarasi wa ujenzi, ujenzi. Mheshimiwa Mrisho Gambo akiwa mbunge, hii yote ilitokana na malumbano yaliyokuwepo kati ya Mheshimiwa mbunge na baraza la madiwani na aliyekuwa mkuu wa mkoa wakati huo Mheshimiwa John Mongera. Malumbano hayo yalipelekea mradi kusimama kwa muda mrefu mpaka mwaka 2023, baada ya mheshimiwa waziri mkuu kuingilia kati na baadhi ya watumishi kushtakiwa. Kamati ya fedha, mbunge alikuwa ni mjumbe wa kamati ya fedha wakati huo, hakushiriki kikao husika kwa ruhusa, lakini posho alichukua. Hii ilikuwa ni mwaka 2023. Ikampa mkandarasi ndugu Tribe Construction, lakini hakuweza kuendelea na kazi tena, ikatokea malumbano baina ya mkandarasi na kazi ikaanza tena upya mwezi wa nne mwaka 2024 na kuomba kulipwa malipo ya awali, ndiyo jengo likaanza kujengwa na sasa lipo gorofa ya sita. Mpaka sasa, mheshimiwa Spika, mkandarasi amekwishalipwa lipwa hati mbili pamoja na malipo ya awali. Jumla ya hati zote mbili ni shilingi bilioni moja na milioni mia mbili pamoja na malipo ya awali, jumla inakuwa ni shilingi bilioni mbili na milioni mia mbili na jengo lipo gorofa ya sita na kilicholipwa mpaka sasa ni kidogo kulingana na uhalisia wa jengo mpaka hivi sasa. Hivyo mkandarasi analipwa malipo yake kwa kazi alizofanya zikihakikiwa ziki pia na mhandisi wa jiji kwa kazi zilizofanyika tu. Mheshimiwa Spika, kwa ujenzi unaofanywa na mkandarasi na shilingi bilioni moja na milioni mia mbili, pamoja na malipo ya awali jumla inakuwa ni shilingi bilioni mbili na milioni mia mbili, na jengo lipo ghorofa ya sita na kilicholipwa mpaka sasa ni kidogo kulingana na uhalisia wa jengo mpaka hivi sasa. Hivyo mkandarasi analipwa malipo yake kwa kazi alizofanya zikihakikiwa ziki pia na mhandisi wa jiji kwa kazi zilizofanyika tu. Mheshimiwa Spika, kwa ujenzi unaofanywa na mkandarasi na mkandarasi mshauri, mkandarasi mshauri huandaa hati ya malipo kulingana na kazi iliyofanyika. Hivyo basi, hakuna fedha ya serikali iliyoibiwa mpaka sasa. Nasisitiza, hakuna fedha ya serikali iliyoibiwa mpaka sasa. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia dhamira ya dhati ya kulinda fedha za umma, tuhuma zilizotolewa na Mheshimiwa Gambo zimechunguzwa. Niliagiza pia kufanyika kwa uchunguzi wa kina. Uchunguzi huo ulibaini hitilafu za kiufundi zilizojitokeza katika uingizaji wa taarifa kwenye mfumo wa ununuzi wa umma yaani NeST, ambao vizio vya vipimo vilichanganywa kama ifuatavyo. Katika uchunguzi uliofanyika kilichoonekana ni vizio vya vipimo yani unit of measurement kuchanganywa katika vipengele viwili wakati wa kuingiza kwenye mfumo wa ununuzi wa umma, yani NeST, ni kama ifuatavyo. Kipengele cha zege la sakafu la chini kwa unene wa milimita 200 ilikadiriwa kuwa mita za mraba 1128 kama ilivyoonyeshwa kwenye BOQ ya mhandisi mshauri. Hata hivyo, wakati wa kupandisha kipengele hicho kwenye mfumo wa manunuzi, yani NeST, kipengele hicho kilipandishwa kama mita za ujazo 1128 mbili Kipengele cha zege la sakafu la juu kiliainishwa kuwa ni mita za mraba 7.34 kama ilivyoonyeshwa katika BOQ ya mhandisi mshauri, lakini katika kupandisha kwenye mfumo ununuzi wa umma kipengele hicho kiliingizwa kama mita za mraba 734. Mheshimiwa Spika, management ya jiji la Arusha ilibaini kasoro hizo na kumjulisha mshauri mwelekezi kuhusu makosa katika vizio vya upimaji uliojitokeza katika barua yenye kumbu namba BC.3/253 stok sifuri IE stok 149 ya tarehe kumi mwezi Februari 2025 na barua kumbu namba BC.3 stok 253, stok sifuri IE stok 150 ya tarehe 18 Februari ya mwaka 2025. Mtaalamu mshauri alijibu barua hizo kwa barua yenye kumbu namba KA stok ACC stok ADM stok 2024 stok 20 ya tarehe 28 Februari 2025 kwa kukiri kupokea mapungufu hayo na alichukua hatua za kumwandikia mkandarasi kumweleza mapungufu yaliyojitokeza kwa barua yenye kumbu namba KA stroke ACC stroke admin stroke 2024 stroke 24 ya tarehe 7 Machi 2025. Mheshimiwa Speaker, mkandarasi al, alimjibu mtaalamu mshauri kwa barua yenye kumbu namba TRB.JV.TBW stroke admin stroke ACC stroke HQ ya 2025 ya tarehe nane Machi 2025 akikubali mabadiliko hayo ya vipimo tangu mwezi Machi kama yalivyoonekana katika mkataba. Taratibu za kuandaa mabadiliko adendam zinaendelea kwa mujibu wa sheria ya ununuzi wa umma sura namba mia nne na kumi hivyo gharama halisi za mkataba zitazingatia vipimo sahihi ambapo mradi utatekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni tatu, milioni mia nne sitini na moja, laki saba na kumi na mbili. Aidha, fedha za ziada ambazo ni shilingi milioni mia nne na kumi na sita ikiwa ikiwa ni, laki nane tisini na tatu na senti ishirini na saba ni sehemu ya malipo ya awali zitazingatia utekelezaji wa kazi na makubaliano ya mabadiliko ya mkataba. Kwa kuwa hoja hii iliibuliwa na halmashauri ya jiji kuhusu vipimo husika na kukubaliana na pande zote mbili tangu mwezi Machi, si hoja mpya ilikwishafanyiwa kazi na ndio de desturi za mikataba. Hoja hii inasimamiwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na TAKUKURU wanaifanyia kazi kujiridhisha tangu mwezi Machi 2025. Na, na muda wowote adenda imetasainiwa na mkandarasi yupo eneo la mradi mpaka jengo litakapokamilika. Mheshimiwa Spika, haya si matamko tu, ni matendo yaliyokwishafanyika. Kuibua hoja ambazo zimekwishafanyiwa kazi kwa makusudi na mamlaka husika au zipo kwenye mchakato ni sawa na kusisitiza kuwa serikali ni kipofu na bubu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na, na, na, awamu, wa awamu ya sita. Serikali ya awamu ya sita inasimamia misingi ya uwajibikaji, misingi ya uadilifu na kujifunza kutokana na kila changamoto. Hatufichi makosa tunayoyakabili, tunayakabili kwa ujasiri, kwa sababu kama alivyosema baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hatupasi kuwa na serikali ya kuogopwa bali serikali ya kuheshimika kwa uadilifu wake. Kwa njia hii tunawaonesha Watanzania kuwa serikali yao ni ya watu kwa watu na kwa ajili ya watu. Tunapambana na dosari kwa uwazi tunalinda rasilimali kwa uaminifu na, tunasimama, tunas, na kusimamia kila senti kwa jicho la uzalendo. Mheshimiwa Spika, serikali hii imedhamiria kuwa sio tu msimamizi wa maendeleo bali ni nguzo ya maadili ya taifa. Tunaamini kuwa kuaminiwa ni mtaji mkubwa kuliko hata fedha, na kwa kila, kwa kila hatua tunayochukua kurekebisha dosari tunazidi kuijenga serikali ambayo Watanzania wanaweza kuiamini, serikali inayosemwa kweli, inachukua hatua na hatua hizi zilizokwisha chukuliwa. Mheshimiwa Spika, niruhusu nisisitize tena hakuna mahala popote katika taarifa niliyoletewa inayoonyesha kuwa shilingi bilioni nane italiwa. Na kwa kuwa mkataba ni mchakato, ni maendelezo, mwendelezo wa kazi, thamani halisi itaendelea kubaki kuwa e, kwa mujibu wa marekebisho ya mkataba, na hakuna senti wa Tanzania itakayoliwa baada ya kukamilika kwa mkataba. Mwongozo wa Spika. Mheshimiwa Gambo, no, naona umesimama. Mheshimiwa Spika, kwa namba, niombe mwongozo wako, kwa sababu Mheshimiwa Waziri ametoa majibu na mimi nilitoa maelezo nikiomba uchunguzi ufanyike kutokana na tuhuma ambazo zilikuwepo. Sasa nilikuwa nadhani kuna mambo yamesemwa ambayo hayakusemwa sawa sawa. La kwanza kuhusiana na jengo la utawala, Mheshimiwa Spika, nilijenga hoja mbili. Sawa, sasa ili tuende sawasawa. Mheshimiwa Gambo, umese umetumia neno hayakusemwa sawasawa. Kwa hivyo sawa. ili tuende sawasawa sawa na kanuni zetu, katika hii taarifa aliyotoa Mheshimiwa waziri, hicho unachotaka kunieleza sasa hivi ni kwamba waziri amesema taarifa isiyo ya kweli, ndicho unachotaka kusema? Mheshimiwa Spika, kwa sababu amepewa nafasi ametoa ah, taarifa na mimi ningepewa nafasi nikatoa utetezi wangu, kwa sababu hili jambo lina ah, maslahi mapana kwa jiji. Hapana. Keti. Keti Mheshimiwa Gambo. Ehe. Mheshimiwa Bunge, isije isije ikaonekana kwamba kuna upande mmoja umesikilizwa mwingine haujasikilizwa. Hapana, na ndio maana nilitoa upande wa serikali usikilizwe, kwa sababu wewe ulishasikilizwa na Hansard niko nayo hapa mbele, kwa hivyo wewe ulisikilizwa na na bunge na wabunge wenzako. Sasa ilikuwa nafasi ya serikali kusikilizwa na bunge na wabunge wenzako. Ndicho kilichofanyika hapo, na sasa umesimama. Ndio maana nimekuuliza jambo moja, sio kwa nia ya kukusikiliza wewe tena, maana vinginevyo itabidi nimpe na waziri nafasi tena. Sasa katika zile taratibu zetu za kusikiliza, hili bunge haliwezi kufanya hivyo, ndio maana tunafanya kazi kwenye kamati. Waziri alichokisema kwenye taarifa yake umetumia neno ambalo halisemi kama ni uongo ama si sahihi, lakini umeweka hapo si sawasawa. Nimeuliza ili sasa nichukue hatua kikanuni. Taarifa aliyotoa mheshimiwa waziri, kuna mahali amelidanganya bunge, ili tuanzie hapo kwanza. Amesema hili jengo limeanza nikiwa mkuu wa mkoa, hapo amesema uongo, lilianza nikiwa mbunge, kwa 2019 ulikuwa umeshaondoka ama halikuanza elfu mbili na kumi na tisa, ilianza elfu mbili na ishirini na moja. Sawa mheshimiwa, kuna nyingine au ni hiyo tu bwana? Anataka nianze ni, ni, niende hapa, mnaniona nimeshika kanuni tayari. Kuna lingine mheshimiwa Gambo? kwenye taarifa ya waziri nyingine, mheshimiwa Spika, ni msingi wa hoja yangu. Hoja yangu ni ambao yeye amedanganya. Msingi wa hoja yako ye kadanganya hajauelewa yani, huo msingi nadhani na, na kuna mahali inahitaji kufanya clarification ili nipate majibu vizuri zaidi. Sawa waheshimiwa wabunge, kama itakupendeza ita mheshimiwa. Sawa, mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye mheshimiwa Spika, kwenye ungeniruhusu hata sekunde gamu 30, kwa sababu ni kitu kidogo tu. Mheshimiwa Spika, kwa sababu nikikupa wewe nafasi, lazima na yeye nimpe na bunge. Mm -hmm, humu ndani ndio maana huwa tunafanya kazi kwa kamati, hatufanyi huu taratibu wa back and forth. Kwa hiyo keti Waheshimiwa wabunge e, jambo hili kwa sababu kama nilivyosema, Mheshimiwa mbunge alipata nafasi ya kusikilizwa mchango wake na alisikilizwa mpaka mwisho, nikatoa nafasi kwa serikali ili ilete taarifa bungeni. Imeleta taarifa serikali kupitia waziri na imesomwa hapa, Mheshimiwa Gambo, inaonekana kwenye ile taarifa iliyosomwa na serikali, yeye anasema waziri amedanganya kwenye taarifa yake. Kwa hivyo jambo hili kwa sababu mimi sina, uwaki, sina uwezo sasa hapa wa kuanza kufuatilia kila mmoja, nalipeleka kwenye kamati yetu ya kudumu ya bunge ya maadili, kule wataenda kusikilizwa sawa. so, kwa hivyo kamati yetu ya Haki, Maadili na Madaraka ya Bunge itaanza kazi mara moja na leo. Ngoja eh, niangalie vizuri, leo ni tarehe ngapi jamani? Leo tarehe ishirini na tatu. Kazi hii ifanyike wiki ijayo, watapewa nafasi ya kuleta hiyo taarifa hapa bungeni, na mnazijua kanuni zetu vizuri, kwa sababu ndo tuko mwishoni sasa hivi. Kwa hiyo hamna mtu atakuwa hazijui hizi kanuni. Kwa hivyo kamati yetu itawasikiliza, alafu itakuja ituambie nani mwongo hapa ndani, na kisha hatua zitachukuliwa baada ya hapo. Asante sana. Mwongozo Mheshimiwa Spika. Baada ya kusema hayo Mheshimiwa Gambo naona umesimama. Hii itakuwa ni mara ya mwisho kusimama. Sawa. Mheshimiwa Spika, mi naona kama sijatendewa haki kwa sababu unalijua jina, Sibisha... na... Unalijua jina la kamati ile nilikokutuma. Ngoja ngoja. Unalijua jina la kamati nilikokutuma linaitwaje? Naijua Mheshimiwa Speaker. Nasibishani. Inaituwa... Na Spika. Inaitwaje ile kamati ya maadili? Sibishani na wewe Mheshimiwa Speaker. Maadili pekee, inaitwaje ile kamati maadili haki sasa ukisema Singa sija kutendea haki kule ninakokupeleka ni ili ukafanywe nini? Mheshimiwa Gambo. Sawa mheshimiwa spika, nashukuru mheshimiwa spika. Kule ninakokupeleka ni ili ukafanywe nini? Si ili usikilizwe haya yote unayotaka nikusikilize mimi hapa ndani tukiwa watu wote tunakusikiliza? Mm, bunge linafanya kazi kupitia mm, kamati. Mm, na wewe umepelekwa kwenye kamati. Mm, na hujapelekwa peke yako, umepelekwa wewe na uliyemtuhumu kwamba amesema uongo sasa hujatendewa haki na mimi ama hujatendewa haki na nani? Maana hamna hoja no. Sasa kipengele ho amesema uongo ni kwamba kusema mi nilikuwepo wakati nikiwa mkuu wa mkoa wakati nilikuwa ni mbunge. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafanya clarification, nilikuwa natoa tu clarification kwamba katika hicho kipengele cha kusema kwamba mimi nilifanya nikiwa mkuu wa mkoa, ndio nilikuwa nataka rekodi zikae sawa kwamba nilifanya, nilishiriki nikiwa unahisi una kamati italeta taarifa gani hapa ndani mwana anaona, umeshajua italeta taarifa fulani ambayo itasisitiza kwamba wewe ulikuwa mkuu wa mkoa wakati haukuwa mkuu wa mkoa? Hapana, sijasema italeta taarifa gani. Nasema mheshimiwa Spika, kwa sababu unasema nimesema amesema uongo, ndio nasema nataka tena kile kipengele ambacho, <coughs> <coughs> ambacho unasema amesema uongo, mheshimiwa Gambo. Sasa hapo tena unaleta tuhuma zinazonihusu mimi kwamba nimeingiza maneno mdomoni mwako. Maana mimi nitaitisha <coughs> Hansard sasa hivi. Hapana mheshimiwa spika, anasisitiza kwamba nilichokisema amna kusisitiza. Hebu keti chini, mheshimiwa Gambo, keti keti, keti, keti, utaenda ukajieleze kule kwenye kamati <tot> sawa sawa. E, maana sasa nisije kuwa nimetoa hapa maamuzi tena, huyataki wakati wewe mwenyewe ulikuwa unajibu huku kana kwamba kuna mahali unataka kufafanua. Ufafanuzi utatoa kwenye kamati, kamati italeta hapa ndani, waheshimiwa bunge, tumeelewana eh? Ndio utaratibu. Bunge letu linafanya kazi kwenye kamati. Haya, baada ya kusema hayo, katibu.